Si soy venezolano. Yo, si soy venezolano. Wafuasi wa Nicolas Maduro wameendelea kuandamana katika miji kadhaa nchini Venezuela wakishinikiza kuachiwa kwa kiongozi huyo. Waandamanaji hao wanashinikiza serikali ya Rais Trump kumwachia na kudai kuwa rais huyo wa Marekani hana mamlaka ya kumshikilia kiongozi huyo. Maduro amefikishwa nchini Marekani kujibu mashtaka yanayomkabili ya ulanguzi wa madawa ya kulevya na umiliki wa silaha. Mashirika ya kimataifa yameendelea kulaani tukio la kukamatwa kwa mabavu kwa rais Maduro na kuyaita ni matumizi ya nguvu kupita kiasi.

Wakati hayo ya kijiri, rais wa marekani Donald Trump amesema Venezuela itawasilisha hadi mapipa milioni hamsini ya mafuta kwa Marekani na hii ni baada ya operesheni ya kushtukiza ya kijeshi iliyomwondoa rais Nicolas Maduro mamlakani. Mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko. Rais Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuongeza kuwa fedha hizo zitasimamiwa na yeye binafsi na zitatumika kuwanufaisha watu wa Venezuela pamoja na Marekani. Tamko hilo linajili baada ya kusema kuwa sekta ya mafuta ya Marekani itakuwa ikifanya kazi nchini Venezuela ndani ya miezi kumi na nane na kwamba anatarajia uwekezaji mkubwa utaingia nchini humo. Kauli hiyo ya Rais Trump imekuja siku moja baada ya Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa Rais wa Venezuela kuapishwa kama Rais wa muda wa taifa hilo.